Ah, karibuni sana KingoFarm. Kama bado huja subscribe, unaweza ukafanya hivyo kwa subscribe hapo ili kuweza kupata elimu mbalimbali zinazohusiana na ufugaji. Sasa kwenye hii video ya leo, baada ya kuona wafugaji wengi sana wanateseka na gharama za vyakula, lakini pia wanateseka na namna ambayo wanaweza wakachanganya chakula e, wao wenyewe ili kuweza kupata matokeo, nimeamua nije na hii video, namna ya kuchanganya chakula e, bora kwa kutumia gharama nafuu. Uh, pia tatizo jingine ni kwamba tunajua wafugaji wengi tunachanganya chakula ili kupunguza gharama uh, lakini inatokea kwamba baadhi ya kanuni nyingine zinakuwa zinatumia gharama kubwa sana ili kuweza kuchanganya chakula. Uh, mambo muhimu kabisa ambayo unapaswa kuzingatia kabla hujafikiria kuchanganya chakula kwanza kabisa ni upatikanaji wa malighafi, vile vitu ambavyo unachanganyia kwenye chakula inatakiwa viwe kutoka kwenye mazingira ambayo e, wewe upo, usije ukawa unahangaika vitu labda ukaagiza kutoka huko ili vikufikie. E, kwa sababu hivi vyazo muhimu ambavyo nitavitaja hapo mbele vinavyohitajika kwa ajili ya kuku aweze kuwa na afya e, bora vina kuwa ni tofauti tofauti, vinatoka kwenye vitu tofauti tofauti. Kwa hiyo kitu utakachoenda kuchagua, chagua kitu ambacho kipo katika mazingira yako, yaani kwa mfano uh, mazingira ambayo upo we hayana mtama, lakini unachagua kuchanganyia mtama, kwa hiyo lazima tu utateseka. Uh, kitu kingine, rika la kuku, chakula kinatokana e, na rika la kuku. Kuku kuna chakula kwa ajili ya kuku wadogo, kuku wanaokuwa e, lakini pia kuku wanaotaga. Kwa hiyo kuna namna tofauti tofauti za kuchanganya hivi vyakula, na kitu kingine, malighafi ziwe bora, zisiwe zimeharibika. Uh, wafugaji, wengi wengi sana tunafikiria vile vitu vibovu ndio vitu ambavyo tunaweza tukawapa kuku au tukawachanganyia kuku, vikiwemo vitu ambavyo vimechacha, vitu ambavyo vimeharibika, vitu ambavyo vimeoza na pia vitu ambavyo vina ukungu. Hivi ndio vitu ambavyo tunafikiria labda, eh, unaweza ukawapatia kuku. Uh, sasa nitawaelekeza vyazo mbalimbali mbali ambavyo ni muhimu inatakiwa viwepo kwenye chakula ambacho unachanganya, lakini pia mwisho kabisa nitawapa utaratibu wa kuchanganya hicho chakula. Uh, tukianza na vyazo mbalimbali mbali ambavyo kuku anahitaji, kuku alika yoyote ile anahitaji vyakula vya wanga, protini, mafuta, vitamini, madini, pia anahitaji na maji. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo eh, kuku alika yoyote ile anahitaji hivi vyakula. Kinachokuja kutofautisha hapa, uh, kuna kuku wanahitaji labda protini kwa wingi, eh, labda vifaranga vifaranga wanahitaji protini kwa wingi la wanga kwa wingi na protini ikiwa imepungua kidogo, lakini kuku wa kutaga wanahitaji vyakula vya mafuta na madini kwa wingi. Kwa hiyo unaweza ukaona uh, namna ambavyo hivi vitu vinabadilika, lakini vitu ni hivyo hivyo kila aina ya kuku wanavyovihitaji. Sasa nataka nikupe vyazo e, vya hivi vyakula vinapatikana kwenye e, nafaka zipi, yani nafaka na makundi yake. Kwa mfano tukianza na kundi la wanga, uh, wanga unapatikana kwenye mchanganyo wa pumba mpa, e, pamoja na palaza. Palaza ni mahindi, unaweza ukaenda upande wa kukoboa mahindi ukayakata katika punje ndogo ndogo, hapo unakuwa umetengeneza e, kitu kinachoitwa palaza e, lakini pia kuna mtama, lakini pia kuna nafaka nyingine kama vile uh, ngano na zenyewe huwa zinakuwa na wanga kwa wingi. Sasa e, kitu ambacho nilikuwa nazungumzia mwanzo, muhimu ni kwamba unakutana na mfugaji ambaye yeye ame, yaani kuna kanuni ambazo zinakuwa zina vitu vingi sana, kuna pumba, kuna palaza, kuna mtama, kuna e, labda kuna ngano, yani vyote hivyo vipo kwenye kanuni moja, wakati hakuna ulazima wa kuweka labda mtama, labda na ngano. Uh, labda ungeweka pumba na palaza. Tunaweka palaza, palaza na pumba ni kitu kimoja, lakini huwa tunaweka palaza kwa sababu zile ni punje punje, ambazo hata kuku akila uh, zinaweza akakaa muda mrefu bila njaa. Tuna hizo kanuni zote za kuku kwa ajili ya kuvifaranga wanaokuwa, lakini pia kuku wanaotaga. Hizi kanuni uh, tumezifanyia tafiti zaidi ya mwaka mmoja, zipo tofauti kabisa na kanuni ambazo mmezezoea zinatoa matokeo vizuri kabisa. Uh, kama hivi uh, tunao kuku hapa wanataga kwa zaidi ya asilimia tisini. Ni nadra sana kuku kuwa na kiwango hicho cha utagaji. Kwa hiyo ukiwa na hichi kitabu kitakusaidia sana, kinauzwa shilingi elfu kumi. Ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Uh, tukija chazo kingine ni mafuta uh. Sasa kwenye mafuta hapa au huwa tunasema ni fati uh, uh, uh, hapa zinahitajika mbegu za karanga, alizeti, pamba. Aa, sasa mara nyingi sana ukisema ununue kwa mfano karanga uende ukazi prosesi, gharama uwaga inakuwa gani kubwa. Alizeti pia ununue usage, unga wake gharama uwaga inakuwa gani kubwa. Kwa hiyo tunachofanya uwaga tunatafuta mashudu. E, mashudu ni yale mabaki e, pale ambapo wanakamua mafuta labda kwenye karanga, kwenye alizeti au kwenye pamba hayo ndio huwa tunayachanganyia kwenye kuku. Na nitoe rai e, tunayo fomula kwenye kitabu cha e, ufu, Safari ya Ufugaji. Wafugaji wengi sehemu palipoandikwa mashudu huwa wanayaweka yakiwa na slash muundo, kwa mfano huu ambao unauona hapa. Uh, huu muundo sio kwa ajili ya kutumika usage, uwe katika unga kama hivi na sio mashudu tu. Uh, muda mwingine uh, kuna kama vile dagaa na vyenyewe unavisaga hivi, vitu ambavyo inatakiwa vionekane pale, labda kuna pumba unaiacha kama ilivyo, au kuna eh, palaza unaliweka kama vilivyo, zile punjepunje punje. E, kama unachanganyia labda. E, mtama uta, utaweka mtama kama ulivyo utausaga lakini vitu vingine kama soya na vinyeo na visaga vizuri kabisa vinakuwa katika mfumo wa unga na sio punje punje. E, vitu vya wanga mara nyingi unaweza ukaviacha katika e, punje punje. Aa, sasa chanzo kingine ukiachana na chanzo cha mafuta muhimu sana kuwepo kwenye kanuni yako ni protini. Protini ni kichocheo ambacho kinafanya kuku wako wakue. Kwa hiyo kama kanuni yako itakosa protini, kukuwako watadumaa, watakonda na watavaa makoti. Lazima sasa, vyanzo vyake ni kama vile soya, kuna dagaa, kuna damu ya wanyama, kuna karanga. Unaweza ukaona hapa kwa mfano karanga. Karanga ni chazo cha mafuta, lakini pia kina protini vizuri kabisa. Nimetaja pia, pia damu ya wanyama. Sasa tu hapa kwenye damu tuwekane sawa. kwanza kabisa e, damu ni kitu ambacho sisi KingoFarm hatushauri na kwenye kanuni yetu hatujaweka e, lakini kama unatumia damu unaweza ukapata damu zile za wanyama a, lakini hakikisha mnyama huyo hana ugonjwa. kisha kitu ambacho utafanya hapo utachukua zile damu utazichanganya na pumba kidogo utazinani ili uweze kuzianika. Zikikauka vizuri kabisa e, utaziponda ponda zisiwe na mabonge vile, kisha utachanganya kwenye chakula e, kwa nini hatushauri kutumia damu? Kwa sababu kuku ambao wanatumia damu siku, ukiacha kutumia damu, ukiwapa chakula ambacho hakina damu, wanaanza tabia za kudonoana, ndio maana hatupendi kutumia damu na kuna baadhi ya makampuni ambayo yanatengeneza vyakula starta. Ukiwapa kuku wako unakuta, usipowapa kile chakula, ukiwapa chakula kingine, kuku wanakuwa wanadonoana. Kwa hiyo ujue kabisa wale watu walikuwa wanatumia eh, damu. Na kitu kingine muhimu kabisa ni madini, na madini ambayo kwa asilimia kubwa yanahitajika kwa kuku ni calcium na phosphorus. Haya yani ndio madini ambayo eh, kuku anahitaji kuyapata kwa wingi eh, haya yanapatikana kwenye unga wa dagaa e. Kwa hiyo sasa unaweza kuona unga wa dagaa ni protini, lakini pia yana e, madini ya, ya kasham. Mifupa ya, ya, ya, ya, ya nyama pia inapatikana e, kwenye chuvi, kwenye majivu na mkaa. Kwenye kanuni yetu sisi tumewekaga e, kuna mkaa, lakini pia tunaweka majivu, kuna e, dagaa lakini pia hizi haya madini yanapatikana kwenye vyazo ambavyo utavipata dukani. Kuna DCP hiyo, e, ni dicalcium phosphorus, ile pale inakuwa na madini mengi zaidi. Ndio maana tukiweka DCP huwa hatuweki e, mfupa ya nyama hatuweki kitu kama e, kuna unga un ule unga wa mifupa huwa hatuweki kwa sababu tunajua kabisa e, DCP tayari ipo. A, pia kuna vitamini. Sasa vitamini nyingi huwa tunazichanganyia kwenye maji, ni muhimu sana. Ndio maana maji ni kitu muhimu sana kwenye ukuaji wa kuku, na tena walau siku moja kwa wiki utenge kuku wanywe maji matupu uh, mle ndio utaweka vitamini, zipo za madukani, lakini pia kuna hizi za asili ambazo tunafundisha sana hapa, kama vile majani ya mpapai, kuna mrejea, kuna lusina e, zote hizi ukizitwanga vizuri kabisa kwa vipimo ambavyo vinahitajika, ukiweka kwenye maji, basi kuku wako wanakuwa wamepata e, vitamini. Uh, kwa elimu zaidi na kujua kanuni ambayo imekamilika ipo kwenye kitabu cha Safari ya Ufugaji, ambacho kinauzwa shilingi elfu kumi, inapatikana kwenye mfumo wa PDF. Lakini pia tunavyo vitabu vingine cha tiba za asili, eh, kinakuelekeza namna ambavyo unaweza ukatengeneza Tiba kwa ajili ya kuatibia kuku wako na ufugaji wa broila kwa wale wafugaji wa broila. Hivi vitabu kila kitabu kimoja kinauzwa shilingi 1000 na vitabu vyetu vyote, vyote vipo katika mfumo wa PDF. Uh, lakini pia tunakukaribisha kujiunga na grupu letu la WhatsApp la mafuzo ya ufugaji ni shilingi 1800 Uta... nn tunakuunga kwa muda wa miezi miwili utapata mafuzo na utajua kuwafuga kuku vizuri kabisa. Kama kuku wako walikuwa wanakufa, basi utakuwa umeepukana na vifo.